Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, ndugu zanguni, hapa tuko Inonelwa katika msikiti katika, katika sehemu ya Misasi, tarafa ya Misasi Inonelwa. Huu ndio msikiti Inonelwa, huu haujamalizwa, una milango, madirisha, hujapigwa lipu. Na hiyo nyumba ya nyuma, tulichukua ile ya nyuma, tumechukua yote hiyo mpaka kule barabarani upande wa pili kule. Ndio jamaa anauza, anataka milioni tatu na nusu lakini kwa sababu hatujamalizia hapa, tumekwama. Tunataka kwanza tufanye juhudi, tumalizie malizie hapa Msikiti wenyewe ndio ndani huko, hivi kama mnavyoona, waumini saizi bado hapa, walikuwa wametoka kidogo, wako shule wengine. Hii ndio eneo lenyewe, eneo ambalo lina mahindi kile. Huyu mwenyewe ndiye alitaka lote mpaka kule chini kwa milioni tatu na nusu, hilo ambalo limepandwa mahindi huko nje ya msikiti huko nyuma, hapa eneo lote, ili kuanzia huko kwenye mahindi huko mpaka kuvuka hivyo vibanda kwenda kule kwenye ile miti mirefu ile yote ile, mwenyewe mwenye hizi nyumba nataka, pamoja na hizi nyumba zake nataka milioni tatu na nusu, pamoja na hii nyumba yake ya iya, iya matopi kwa hiyo eneo lote. wama tukadimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, na kile ambacho kitanguliza cha kheri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtakikuta. Angalia hali msikiti ulivyo, unahitaji milango, nahitaji simenti pia kuna uwanja wa kuongeza hapa, tunataka kuongeza nursery school, tukaongeza primary school, tukaongeza mahadi kufundisha Uislamu kaeleweka katika dunia hii. Na leo hii, angalia msikiti hapa, kijiji chote hiki hakuna msikiti, ndio huu wa kwanza unatangulia shartu. Naomba sanzeni tukufa Islam kwa yeah. Nadhani tuko hapa katika hichi kijiji cha Inonelwa, maeneo ya Misasi huku, na mnavyozidi <coughs> kuona hapa ujenzi unazidi kuwa nani, almost umestop tunahitaji nguvu zenu at least, haya mazingira nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni yenye kupendeza na iwe ni yenye kuwa kuvutia wengine ambao hawa ambao hawajaingia katika Uislamu, iwe ndio chachu wao kuingia katika katika Uislamu. Kama tulivyoambiwa, kuna kiwanja ambapo mbeleni kule kuna kina nani kinatoka kiongezwe kwa watukufu Uislamu. Hizi ndio juhudi ambazo tunataka tuzifanye, tukimbilie katika masuala ya khairi, na Allah subhanahu wa ta'ala atatulipa. Tufanye, tutoe, tujiwekee, hizi ni akiba ambazo tunaziweka ambazo insha Allah kwa Allah subhanahu wa ta'ala tutakuwa ni wenye kuzikuta. Tuko katika msikiti wa Inonelwa ili muone juhudi zinazoenda, hatukai mjini kwa ajili ya kustarehe, tunakuja kwa ajili ya kuwajulisheni nyinyi heri za kufanya. Tumeamua tuwafikishieni muone hizo juhudi tunazozifanya. Uwanja kama huu msikiti kama huu hujaisha, unahitaji milango, unahitaji madirisha, unahitaji lipu ndani, unahitaji sakafu. Kuna viwanja pia huko mbele huko nyuma kinatakiwa milioni tatu na nusu, kikubwa, na kichukulie kikubwa pamoja na hiyo nyumba kuna viwanja hapo cha nyuma tumeshachukua alhamdulillah kwa hiyo juhudi hizi tunawapeni, wapeni nyie mzimalizie inshaallah, kwa uwezo wa Allah, awezesheni nyi, fanyeni kazi ya dini.